Hapo zamani za kale sana kabla ya miti kuanza kuzeeka na kabla ya mito kuanza kukauka palikuwa na msitu mkubwa sana uliokuwa unajulikana kama msitu wa uhai milele. Katika msitu huu viumbe vyote waliishi kwa amani na heshima. Kulikuwa na mkataba wa kale sana wa amani uliosainiwa na wanyama, wadudu na hata ndege wa angani. Katika katikati ya msitu aliishi nyoka Mwezi, nyoka mwenye busara mwenye uwezo wa kuzungumza lugha zote za wanyama na mwenye sumu kali zaidi kuliko wote. Si mbali na hapo, alishi pia jongoo mwekundu, kiongozi wa jamii ya jongoo waliokuwa na maarifa ya tiba za mitishamba, wenye miguu mia moja, lakini mioyo ya upole. Nyoka mwezi na jongoo mwekundu walikuwa marafiki wakubwa sana. Waliwahi hata kuokoa msitu pamoja dhidi ya wavamizi wa jangwani waliotaka kuchoma miti yote ili kufanya mashamba ya mihogo. Lakini kama ilivyo kwa dunia, kila jua lichomapo huleta kivuli. Msitu wa uhai milele ulianza kukumbwa na ukame wa ajabu. Miti ilianza kunyauka, wadudu wakaanza kufa na mito ilianza kukauka bila sababu yoyote ya wazi. Ndipo wazee wa msitu walikutana kwenye mkutano wa mwezi mpya na wakaamua kuwa kuna haja ya kufufua chemchemu ya uhai, chemchemu ya kale iliyozikwa na mizimu ya msitu chini ya mti wa mbinguni. Lakini kulikuwa na sharti moja tu lililosema: ni kiumbe mmoja tu atakayeweza kufika pale na kuomba maji hayo, mwenye moyo safi na asiye na tamaa. Jongoo mwekundu aliteuliwa kwa sababu ya hekima yake, lakini nyoka mwezi alihisi amewekwa pembeni pia, akasema mimi ndiye nimeokoa msitu huu mara kadhaa, kwa nini sasa nisipewe nafasi hii? Alijiuliza kwa uchungu. Hapo ndipo chuki ya kwanza ilianza kuchipua ndani ya moyo wa nyoka Mwezi. Jongoo alianza safari yake ndefu kufufua chemchemu ya uhai alipitia maporini, alikwea vilima na kukwepa mitego ya wawindaji lakini bila ya kujua nyoka mwezi alikuwa anamfuatilia kwa mbali. Na siku moja, jongoo alipokuwa amechoka na kulala chini ya kivuli cha mwaloni, nyoka mwezi alijifanya ni sauti ya roho ya msitu na akamwambia jongoo, usiendelee na safari, umeshindwa mtihani wa tamaa, rudisha nyuma. Lakini jongoo alisikia sauti ya ndani ya moyo wake ikimwambia endelee. Akapuuza maneno yale na akasonga mbele. Ndipo nyoka alipoamua kumpiga kwa sumu, si ya kuua bali ya kumfanya jongoo asahau njia, na jongoo alijikuta amerudi alipotoka, akadhani amemaliza safari bila kufahamu bado hajaifikia chemchemu ya uhai. Wazee wa msitu walipona jongoo amerudi mikono mitupu, waliamini msitu umehukumiwa kufa. Miaka ikapita, msitu ukazidi kudidimia, lakini mojawapo wa vifaru wa kongwe aligundua ushahidi wa chupa ya sumu ya nyoka karibu na mahali ambapo jongoo alipolala. Ukweli ukaanza kuvuja. Jongoo alikumbushwa na akarejeshewa kumbukumbu zake na mjusi mtaalamu wa tiba ya akili akakumbuka. kila kitu na kwamba alisalitiwa na rafiki yake wa karibu ambaye ni nyoka mwezi. Kikao cha dharura kiliitishwa. Nyoka mwezi alikanusha kila kitu, lakini ushahidi ulikuwa wazi. Kwa mara ya kwanza, msitu mzima ukagawanyika upande wa wanyama waliomwamini nyoka na upande waliomuunga mkono jongoo. Vita ya kwanza baridi kati ya jamii hizi mbili ilianza, wakikwepana, wakichambana na kila mmoja kuamini mwingine ni adui. Tangu siku hiyo nyoka na jongoo hawakupatana tena, kila wakikutana ni kama mapepo wawili wa sumu na kisasi wakigombana, na ndiyo maana kila umeonapo jongoo na nyoka hawawezi kukaa sehemu moja hata dakika moja. Je, umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa urafiki wa kweli unahitaji uaminifu wa hata wakati wa majaribu. Tamaa na wivu vinaweza kuharibu amani hata kati ya marafiki wa karibu. Ukweli unaweza kufichwa kwa muda, lakini siku moja utadhihirika tu, na unaweza kubadilisha historia ya vizazi. Hadithi hii ya uadui wa nyoka na jongoo ipo mpaka leo. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Na kusubiri kwenye uwanja wa komenti. Lakini pia nikukumbushe, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.